Safari ya mtu aliyetembea na Mungu mpaka akachukuliwa bila kuona mauti. Kabla dunia haijaongozwa na maagizo ya sheria, kabla Musa hajapewa amri kumi, kabla manabii hawajatabiri kuhusu masihi ajaye, palikuwepo mtu mmoja wa ajabu, mtu ambaye alitembea na Mungu kwa ukaribu kiasi kwamba dunia ikawa haiwezi tena kumzuia, mtu ambaye maisha yake alikuwa siri iliyofunikwa kwa maelfu ya miaka. Jina lake ni Enoki. Lakini swali linabaki, ni nini hasa Enoki aliona katika safari yake ya mbinguni? Ni nini kilimfanya Mungu amchukue bila kupitia kifo? Na mbona vitabu vya kale vinazungumza kuhusu mbingu zaidi ya saba hadi kufikia mbingu kumi? Hii ni simulizi ya safari ya Enoki, mtu ambaye hakufa bali alichukuliwa, simulizi ambayo inafichua ngazi za mbingu, hukumu za malaika walioanguka utukufu wa ufalme wa Mungu na siri za mwisho wa nyakati. Karibu kwenye simulizi isiyofanana na nyingine duniani. Enoki alikuwa mtu wa kawaida, mkulima mwenye heshima, aliyeishi miaka 365 tu, mara chache sana ukilinganisha na wazee waliomtangulia waliokuwa wakiishi zaidi ya miaka mia tisa. Lakini ndani ya miaka hiyo michache alifanya jambo ambalo halikuwahi fanywa na yeyote kabla yake: alitembea na Mungu. Siku moja jioni tulivu, upepo mwepesi ukipita juu ya mashamba, Enoki alisikia sauti ambayo haikuwa ya mwanadamu. Ilikuwa nyororo, yenye mamlaka na, mda, na ya kina kiasi kwamba mifupa yake yote ilitetemeka. Enoki, nimekuita kwa sababu dunia inazidi kuwa yenye uovu. Umetembea katika njia zangu, kuja nami nikufundishe mambo ambayo dunia haijawahi kuambiwa. Kabla hajajua kinachoendelea mwanga ukamfunika, mkali kuliko jua lakini laini kuliko mwanga wa mshumaa, na ndani ya sekunde chache, Enoki hakuwa tena duniani. Alikuwa anaanza safari safali yake ya mbingu kumi. Mbingu ya kwanza, eneo la mawingu na misimu. Mara ya kwanza macho ya Enoki yalipozoea mwanga, alijikuta katika ulimwengu wa ajabu. Kulikuwa na mawingu meupe yaliyong'aa yakitokea na kutoweka kana kwamba yanapumzia. Malaika waliokuwa kama umeme walivuka haraka haraka jangwani mwa anga, wakikimbiza upepo, mvua, baradi na radi. Walikuwa wanadhibiti misimu na mabadiliko ya dunia. Mmoja malaika akamwambia, hapa ndipo misimu ya dunia inapotengenezwa. Hakuna kitu kinachotokea duniani bila amri ya Baba. Enoki akainama kwa heshima, akijua kuwa huu ndiyo mwanzo tu wa mafunzo yake. Mbingu ya pili: giza la malaika waliokataa toba. Safari iliendelea. Ghafla, Enoki aliingia katika eneo la giza zito kiasi kwamba hata mawazo yalionekana kuzama ndani yake. Kulikuwa na sauti za kilio, maombolezo na kunguruma za viumbe walioteseka. Hapa ndipo Enoki aliona kundi la malaika waliotenda dhambi katika siku za Nuhu, wale wana wa Mungu waliowatamani binti za wanadamu waliwaangukia wakaleta vurugu, wakafundisha uchawi, uchawi mweusi na siri za waharibifu. Hawa ndiyo wazazi wa majitu Nefilimu. Sasa walikuwa wamefungwa kwa minyororo ya giza, wakisubiri hukumu ya siku ya mwisho. Malaika mwendaji akamwambia Enoki, waandikie hukumu yao, waambie wanadamu kile walichofanya, ili waogope kumwasi Mungu. Hapo ndipo Enoki alianza utume wake, Mwandishi wa mbingu. Mbingu ya tatu, bustani ya uzima na moto wa Jehanamu. Kutoka giza la dunia ya pili, Enoki aliingia katika nuru ya mbingu ya tatu, moja ya maeneo ya ajabu sana katika safari yake. Hapa kulikuwa na bustani ya Edeni ya mbinguni, ili ambayo ilikuwepo kabla ya dunia kuumbwa, mito ya maji safi yenye uzima, matunda yaliyotoa nuru badala ya kivu, viumbe wazuri walioimba nyimbo za uzima. Lakini upande wa mwingine ya mbingu hiyo hiyo aliona eneo lilijawa foto mkali. Eneo ambalo lilifanana na kile Yesu baadaye angeliita Jehenamu. Malaika akamueleza, "Hapa ndipo roho za waadilifu wanapongoja uzima wa milele. Na hapa pia ndipo roho za waovu zinapoona adhabu ya kwanza kabla ya hukumu ya mwisho." Enoki alishangaa kuona uzuri na adhabu vikiwa katika ulimwengu mmoja. Mbingu ya nne, nyota zua na mwezi. Mbingu ya nne ilikuwa kama hema la nuru ndipo Enoki aliona jinsi jua lilivyokuwa fungwa na malaika wenye nguvu lilivyokuwa lilipangiliwa kwenda njia yake ya kila siku. Mwezi nao ulisimamiwa na malaika watulivu wenye nyuso kama fedha iling'aa. Nyota ambazo wanadamu huita za mapangilio, hapa zilikuwa kama viumbe hai, zikiimba, zikitoa sauti kama dhahabu. Malaika akasema, hakuna nyota inayotembea bila amri. Yote yamepangiliwa, Mungu ni Mungu wa mpangilio. Mbingu ya tano: jeshi la malaika wa waombolezaji. Enoki alipoingia hapa, aliona malaika ambao hawakuwa na furaha kama wengine. Walikuwa wamekusanyika wakilia kwa sauti za maumivu. Hawa ni malaika walioumia kwa kuona uovu wa dunia. Walilia kwa ajili ya watoto yatima, vijane, wahanga wa dhambi na wale walioangamia katika maovu. Hawa ni malaika. Mwendaji akasema, hawa ni wasimamizi wa machozi ya dunia kila kilio cha mtu asiye na hatia huandikwa hapa. Enoki akatetemeka akitambua kuwa hakuna machozi yoyote duniani yanayopotea Mbingu ya sita, jeshi la mikakati ya kimungu. Hapa Enoki aliona malaika kama wanajeshi wakiwa na silaha za nuru, ngao za umeme na mavazi ya vita ya kimbinguni. Walikuwa wanapokea maagizo ya vita kiroho, kupambana na mapepo, kuzuia ajali kushusha baraka na kupigania watu wa Mungu. Kiongozi wao akasema, dunia inaonekana tulivu, lakini kila siku kuna vita. Mungu huwapigania wale walio wake. Mbingu ya saba, utukufu wa msimo wa Mungu mbinguni. Hapa Enoki aliona kiti cha enzi la nuru kuu. Malaika mamilioni walisimama wakiimba, mtakatifu mtakatifu mtakatifu, ni Bwana wa majeshi kulikuwa na sauti, umeme, radi na mianga inayobadilika rangi. Hapa ndipo malaika wanaoitwa watazamaji walikuwa wakitazama ulimwengu na kuandika kila tendo la mwanadamu. Mbingu ya nane, hazina za busara ya Mungu. Katika mbingu hii, Enoki aliona makataba ya mbinguni. Vitabu vikubwa viliyozojaa historia ya mataifa kabla hajazaliwa, miaka iliyojaa siri, maamuzi ya Mungu kabla hajatangazwa duniani. Ramani za nyakati na tamati ya historia. Kilikuwa ni kituo cha hekima ya Mungu iliyofichika. Mbingu ya tisa, roho na harufu ya maombi. Hapa Enoki aliona mabakuli ya dhahabu yaliyofurika manukato. Malaika walikuwa na kusanya maombi ya watakatifu duniani na kuyaweka kama uvumbi mbele za Mungu. Sauti tamu ikamwambia, hakuna maombi yaliyoenda vule, hata yale yanayofikiriwa kuwa madogo, yote hupanda hadi hapa. Mbingu ya kumi: utawala wa Mungu. Mwishowe Enoki akapelekwa kwenye kilele cha safari yake, mbingu ya kumi. Hapa kuna kitu hatuwezi kukieleza kwa maneno ya dunia. Nuru ya Mungu ilikuwa kali kuliko jua mara elfu, lakini tulivu kama sauti ya maji ya mtoni. Kulikuwa na kiti cha enzi kikubwa, na juu yake sio malaika, sio mwanadamu, bali Mungu mwenyewe katika utukufu usiweza kufanuliwa. Enoki akaanguka kifudifudi Mungu akamwambia kwa sauti iliyojaza milele, Enoki umeona yale wengine hawajawahi kuona, sasa rudi duniani, waambie wanadamu njia zangu, waambie kuwa hukumu inakuja, waambie kuwa mimi ni Mungu wa hakima. Lakini kabla Enoki hajajibu, Mungu akaongeza, na baada ya kumaliza kazi yako duniani, nitakuchukua. Na kweli aliporudi duniani na kutimiza utume wake, Biblia inasema Enoki alitembea na Mungu naye hakuonekana tena kwa sababu Mungu alimchukua. Mwanzo tano, mstari wa ishirini na nne. Simulizi ya Enoki ni zaidi ya hadithi, ni wito wa kutembea na Mungu kwa ukaribu kiasi kwamba dhambi inakuwa mbali nasi. Ni ukumbusho kuwa malaika wapo kazini, maombi hayapotei, mbingu ni halisi zaidi ya dunia, na Mungu bado anazungumza. Kama umebarikiwa na simulizi hii ya kina kuhusu Enoki na mbingu kumi, bonyeza subscribe kwenye channel Simulizi za Biblia, like na share video kwa wengine wanayopenda neno la Mungu. Naendelea kuletea simulizi za kina za ufunuo na zenye kujenga roho kila siku.